Nam, habari za wakati huu. Karibu tena, ni siku nyingine tena tunakutana hapa, tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali, lakini hizi ni update moja kwa moja kutoka mahakamani, ambapo leo ikiwa ni siku ya tarehe kumi ya mwezi Novemba mwaka 2025 siku ya Jumatatu, kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu, kesi hiyo ambayo inasikilizwa mbele ya jopo la majaji watatu ambao wanasikiliza kesi hii wakiongozwa na Jaji Ndunguru, inaendelea leo ambapo leo pia tumeshuhudia baadhi ya vitu vikitokea, eh, mahakamani na kubwa zaidi ni kwamba, eh, mshtakiwa ambaye ni mheshimiwa Tundu Lissu hajafikishwa mahakamani, lakini pia jambo ambalo limeibuka mahakamani baada ya upande wa jamhuri kuiomba mahakama huisimamisha kesi kwa muda wa siku kumi na nne na majaji pia wakagomea jambo hilo. Kumbuka kwa wale ambao wanafuatilia update moja kwa moja kutoka mahakamani tuliishia episodi ya kumi na moja kwa hiyo hii itakuwa ni episodi ya kumi na mbili na siku ijayo pia tutaendelea episodi ya kumi na tatu pale ambapo kesi itaendelea. Kiufupi niseme tu kwamba kila ambacho kimetokea mahakamani leo ni kwamba e, leo tulitakiwa kuwa na shahidi namba nne. Kumbuka tulikuwa na shahidi wa kwanza, alishatoa ushahidi wake, shahidi namba mbili akatoa ushahidi wake na shahidi namba tatu. Na huyu alikuwa ni shahidi wa nne ambaye alitakiwa kuletwa mahakamani. Mara ya mwisho upande wa jamhuri wakaomba kesi kuhailishwa, kwa sababu walishindwa kumleta shahidi, wakidai ya kwamba shahidi alikuwa yupo nje ya mkoa hivyo walishindwa kumsafirisha kwa wakati na kile ambacho kimetokea moja kwa moja hapa ni kupitishe halafu tutaangalia kwa kina zaidi novemba 10 mwaka 2025 mahakama kuu jamhuri ya muungano wa tanzania siku ya jumatatu tumeamka tena ambapo leo kesi mwenyekiti wa chama taifa tundu lissu itaendelea leo ukifika hapo mahakamani kama kawaida ulinzi wa polisi hapo nje ni mkubwa sana Ingawa leo lipo jambo moja limeongezeka. Waandishi wa habari wote wako nje ya mahakama, ni kama hawajaruhusiwa kuingia ndani ya chumba cha mahakama. Sijui wanataka kuwawekea utaratibu gani wa kuingia siku ya leo. Hadi sasa hakuna dalili za kwamba mheshimiwa Tundu Lissu ameletwa na kufikishwa hapa mahakamani, kitu ambacho sio kawaida, sijui wana nia ya kumleta au vipi? Hapa ndani ya mahakama wananchi waliofika ni wachache. Hii ni kutokana na kwamba tupo kwenye majonzi mazito baada ya kupoteza maelfu ya ndugu zetu waliouawa kwa risasi na vikosi vya amemtaja hapa Rais Samia. Hadi sasa upande wa mawakili wa serikali wamefika wawili tu. Leo chama kina kesi tatu ambazo zinaendelea hapa mahakama kuu hii, ya mwenyekiti wa chama, ipo ile ya makamu mwenyekiti John Heche kuongwa afikishwe mahakamani, na ile ya kufungiwa kwa chama ya akina saidi na ya kina saidi isa ambayo nayo ipo leo. Kwa hiyo kuna kesi tatu ambazo leo zilitakiwa kuendelea hapa mahakamani, imepigwa high court hapa mahakamani. Majaji wameingia kama kawaida. Watu wamesimama na kuinama kutoa heshima. Majaji wanakaa na karani anasoma namba ya shauri. mheshimiwa Lissu hajaletwa leo. Mheshimiwa Lissu hajaletwa leo, maana kesi inasomwa bila mtuhumiwa. Wakili wa serikali yupo Jobu Mrema sababu Isa na Kasbeti Miringe, naona wanateta jambo hapa kimya kimya. Majaji nao wanateta jambo, sijui wanaambiana nini. Kuna ukimya unatawala kidogo hapa. Hata wale maaskari magereza ambao huwa wanamleta mheshimiwa Lissu leo hawapo kabisa, wapo wengine, sijui kwa nini hawajamleta. Anasimama wakili wa serikali sasa, anajitambulisha na kuwatambulisha wenzake Anasema, waheshimiwa majaji, kama mnavyoona, mshtakiwa hayupo mahakamani na sababu za kutokuwepo ni suala la usalama kuwa mdogo, hivyo tunaomba tupatiwe airisho la siku 14, ili tuweze kuja kuendelea kama usalama utakuwa umetengamaa. Leo ameshindwa kufikishwa kutokana na sababu hiyo tuliyotoa ya hali ya usalama, waheshimiwa majaji wakili sababu Isa ndiyo ambaye anaiadresi hapa mahakama kwamba mheshimiwa Tundu Lissu hajafikishwa mahakamani kwa sababu za kiusalama, lakini pia wanaiomba mahakama itoe hairisho la siku 14 ili waweze kuja kuendelea kama usalama utatengama. Anaendelea kusema wao hawakujua kama mshtakiwa hajaletwa, walipofika mahakamani wakashangaa hawamuoni ndio wakaamua kuwasiliana na mkuu wa magereza ambaye akawaambia kuwa hawatamleta kwa sababu za kiusalama sawabu. Kanyanyuka hapa na anaiadresi mahakama ya kuwa leo wameshindwa kumleta Tundu antipasilisu kwa sababu za kiusalama, hivyo wanaomba hairisho la siku 14 waweze kuendelea. Jaji anawasha kipaza sauti na kusema Mahakama baada ya kusikiliza hoja za state atori inasema kuwa leo hatutaendelea kwa kuwa mshtakiwa hajaletwa, lakini tunaelekeza kwa state atori next time waseme hizo sababu za kiusalama ni zipi zinazofanya hadi shauri lihailishwe, kwamba e, next time waseme e, sababu hizo ambazo zimepelekea shauri hili kuahirishwa ni zipi Jaji anasema, na pia mahakama haiwezi kuwapa siku 14 kama walivyoomba, hivyo shauri linapangwa tena kusikilizwa tarehe 12 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 yani Jumatano ya wiki hii, na summons za mashahidi na mshtakiwa zitolewe na kesho zifuatiliwe na wahusika wafikishwe. Kwa hiyo tunaomba tukutane hapa kesho kutwa. Inapigwa haikoti nyingine kubwa na ya kikakamavu sana hapa, wanasimama majaji, wanatoka leo. Jamhuri wameweka mpira kwa pani tena. Kumbe nchi yetu haiko salama kabisa. Lisu kashindwa kufikishwa mahakamani kwa sababu za kiusalama. Tulidanganyana mambo yanaendelea kama kawaida, lakini magereza na mawakili wa serikali leo wametuambia mahakamani, nchi siyo salama kama watu wanavyoweza kuzani. Ndiyo maana barabara na vyombo vya kumleta lisu mahakamani vimeshindikana leo. Siku kumekuwa fupi kihivyo, so tukutane hiyo tarehe kumi na mbili ya mwezi wa kumi na moja mwaka 2025 saa tatu kamili asubuhi, ambapo tutazidi kukusogezea update moja kwa moja kutoka mahakamani. Kumbuka hii ni episodi ya kumi na mbili na hiyo siku ya Jumatano, na ya Jumatano tutaendelea na episodi ya kumi na tatu. Nimejaribu pia kupitia baadhi ya maoni ya watu ambao wameguswa na hiki ambacho kimetokea ingawa ni kwa muda mfupi. Huyu wa kwanza anasema kwamba nimependa majaji walipokataa siku 14. Hivi hivyo wanahisi mshtakiwa yuko Selena Hotel au The Hyatt. Serikali imekuwa haina huruma kabisa yani. Mwingine anasema da, yani walitaka wiki mbili. Jamani jamani, mtu yupo jela anateseka kule, ila mahakama imefanya maana Kesho kutwa sio mbali, tunapumzika kesho, kesho kutwa tunarudi tena mahakamani. Mwingine anasema eti siku 14, as if mtu yupo vacation. Mwingine akasema kwamba kumbe hamko salama na hamsemi, sijapenda. Mwingine akasema asante dada Hilda, japo changamoto unazokumbana nazo, mara kuwindwa kama kitoweo, ila unajitahidi kufanya majukumu yako vizuri Mungu aendelee kukulinda. Kumbuka Hilda nilikwambia pia yupo katika listi ya watu kumi ambao wanatafutwa na serikali, kwamba na yeye ni most wanted, na nikakwambia kabisa kwamba e, sijui kama tutazidi kupata update moja kwa moja kutoka mahakamani endapo Hilda atatiwa nguvuni. Kumbuka mpaka hivi sasa kuna baadhi ya viongozi wa Chadema ambao wamekamatwa, na Hilda nimeona hapa usiku wa kuamkia leo pia li weza kutoa maoni yake kutokana na kila ambacho watu wamekuwa wakimwambia kwamba akajisalimishe. Hinda aliandika kwamba naona baadhi ya watu wanasema niende tu nikajisalimishe, polisi ni salama kuliko wakinikwapua mtaani bila watu kujua. Yani, watu wanamshauri kwamba aende akajisalimishe eh, kuliko polisi wakamkwapua mtaani bila watu kujua. Hinda anasema sasa, kitu ambacho hamjui ni kwamba nimeambiwa kwamba polisi wana hasila sana na mimi na wameapa kwamba wakinidaka watanifanyia vitu vibaya, halafu ndo wanipe hiyo kesi ya uhaini. Kwa hiyo mnataka niende nikajisalimishe machinjioni? Kama kuna kosa nimetenda waende wakanipungulie kesi mahakamani, ila tofauti na hapo ni hapana, siwezi kujisalimisha. Hilda aliandika hivyo, na hicho ndicho ambacho kimejiri leo mahakamani ambapo usalama haupo shwari kwa asilimia mia moja. Hivyo Lisu ameshindwa kufikishwa mahakamani, lakini katika maelezo yake, wakili wa serikali mkuu sababu isa kama nilivyokwambia, ameomba mahakama kuahirisha kesi hiyo chini ya kifungu cha mia tatu na mbili a cha sheria ya mwenendo wa makosa jinai sura ya ishirini toleo la mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kwa sababu ya kuto kuwepo kwa mashahidi na wao pia wameshindwa kusafiri kwa sababu za kiusalama. Sio tu Lisu ameshindwa kufikishwa mahakamani, lakini pia upande wa jamhuri umeshindwa pia kuwasafirisha mashahidi kwa sababu za kiusalama. Kumbuka shahidi namba 4 anatoka mkoani na last time pia alishindwa kuja kutoa shahidi wake kwa sababu hizo hizo, hizo walishindwa kumsafirisha kwa wakati. Nimemwona pia leo kaka yake na mheshimiwa Tundulisu eh, alifika hapa mahakamani eh, kusikiliza kesi hii ya uhaini ambayo imeshindwa kuendelea. Hivyo tuachemoni yako, lakini kubwa tukutane eh, kesho kutwa ambapo kesi itaendelea kusikilizwa mahakamani ambapo tutaendelea na episodi ya kumi na tatu.